Haya yote ambayo wabunge wamesema, haya yote ambayo mheshimiwa Rais ameahidi, haya yote ambayo yameandikwa kwenye ilani, haya yote ambayo yameandikwa kwenye dira hayawezi kutekelezwa kama nchi yetu sio nchi ya amani. Kama amani imetoweka, hatuwezi kutekeleza mambo yote haya ya maendeleo nchi yetu isipokuwa amani. Ikipotea kwenye nchi yetu, hatuwezi kupambana na umaskini. Amani ikipotea kwenye nchi yetu hatuwezi kupambana na tatizo la kukosekana kwa ajira kwa vijana wetu wa Tanzania. Amani ikitokea kwenye nchi yetu hatuwezi kupambana na jambo la gharama ya maisha kupanda kwa wananchi wetu wa Tanzania. Hili jambo tunatakiwa tukubaliane wote Watanzania, na mimi niwaambieni wa Watanzania wenzangu, tuamke. Nchi yetu imejaribiwa amesema vizuri mkuu wa mkoa hapa, nchi yetu imejaribiwa. Tuamke, tunagombanishwa mno, kuna mchezo tunachezewa, kuna mchezo mbaya tunachezewa, na wale wanaoucheza wamejitahidi, wame kumwondolea heshima kila mtu, asiwepo mtu wa kuwaambia Watanzania shtukeni, kila mtu wamebaki wao tu ndio Mungu wakamilifu, wanamuondolea mtu amkeni wa Tanzania, kuna mchezo mbaya tunachezewa. Zimetokea vurugu, kwa aina ya vurugu zilivyotokea, kwa nini hatushtuki? Watatumia visingizio vingine vingine vingine vingine, lakini hapa pana mchezo, pana mchezo. Zimetolewa fedha, wakapewa vijana, na wale vijana wakaandaa baadhi ya vijana wachache, wachache hivi, wakawapapa manyunyu, kuambia wenzao, nendeni kafanye vurugu. Vijana wengine tunawajua, wameondoka juzi juzi tu hapa, wakaenda nchi zingine, hapo hapo wameenda enda hapo wameenda enda hapo wanahifadhi wako na tunajua kijana mmoja ambaye juzi juzi tu tulikuwa tunaishi naye maisha ya kimaskini hapa, anasongesha songesha na tunaomba na mpesa, juzi kapewa dola milioni mbili milioni mbili dola milioni mbili ni kama bilioni tano kijana wa Tanzania na toka na maisha ya hapa ya hapa Kitanzania, sasa anahamisha, anabadili hoteli tu za kitalii, aende Johannesburg, aende Nairobi, aende wapi. Kijana wa Kitanzania unakaa miezi mitatu kwenye hoteli ya kitalii na unaitisha na wenzako wanaokubali njoni, na nyie njoni, wanakaa kwenye mahoteli ugaibuni hata hapa Arusha tu kijana wa Kitanzania, wa Tanzania nao wafahamu, uweze ukakaa miezi mitatu hotelini, wanakaa bilioni tano wahamasishe wachome nchi yao yule anayetoa hiyo fedha atairudishaje? Huyo mmoja akapewa bilioni tano, vijana wako wengi wengi hivyo wamepewa. Yule anayetoa hayo mabilioni yote hayo ya kuwapa vijana atazirudishaje? Kwa nini hatujiulizi? Kuna mchezo, tunachezewa. Kwa nini hatujiulizi atarudishaje? Mwalimu Nyerere aliwahi kusema Mtanzania wa kawaida hawezi kununua watu kabla kwanza yeye hajanunuliwa. wale wapa hii fedha watarudishaje? Wana nini? Wana maslahi gani na nchi yetu? Mnaita maandamano maandamano, kiongozi wake alikuwa nani? Waliandamana kutoka wapi kwenda wapi? Ajenda yao ilikuwa ipi? Tumejiuliza? Tunachonganishwa mno, kuna jambo watu wanatafuta. Kuna mchezo wanatuchezea mbaya, kuna jambo wanatafuta mimi nimefuatilia hizi siasa za kiafrika tangu niko sekondari, nimeanza kufuatilia siasa hizi tangu niko sekondari. Najua hivi ndivyo wanafanyaga kwenye nchi yenye rasilimali. Nchi ikishagundua rasilimali, wanafanya mchezo wa aina hii, wanafanya mchezo wa aina hii, wanafanya mchezo wa aina hii. Wanakutafutieni namna ya ku, ya kugomba mgombanisho kwa sababu mkiwwaoa mkiwa wamoja, wamoja hawawezi kuchukua rasilimali zenu. Watagombanisha wananchi na serikali yao, watagombanisha wananchi na viongo vyao vya ulinzi na u, usalama, watagombanisha mpaka dini, watu wasierewani kabisa kwenye taifa hili mwanzoni hapa watawapatieni vijana bilioni tano kama hivi waliowapa, wakawapa wale na wale, wakatafuta viongozi wao moja moja kule, wanamwambia wewe nenda katafute huku na wewe nenda katafute huko, wanatafuta vijana, twendeni, twendeni, wanatafuta hivyo. Wakishaona wana mmechukiana, mkiuana, mkiuana, mtachukiana, wakishaona mmeuana, mmechukiana, watawaletea silaha, watachukua madini yenu.